Hali gani mpenzi mtazamaji wa DNA TV. Karibu kwenye kipindi cha maisha na siasa, na siku ya leo tunazungumzia amani yetu, na siku ya leo nimepata fursa ya kukutana na mchungaji Dina Nyoni ambaye anapatikana maeneo ya Mwananyamala. Karibu kwenye kipindi chochote, mwanzo mpaka mwisho, tuweze kujifunza mambo mengi yanayohusu amani ya taifa letu. A, nashukuru sana kwaweza kufika hapa. Karibu sana. Asante. Nchi nyingi huwa zinaingia kwenye machafuko wakati wa kipindi hiki kama cha uchaguzi. E, unawaambia nini wa Tanzania? Tangia tumepata uhuru chaguzi nyingi sana zimepita, nyingi sana hmm. Lakini ukiangalia katika utamaduni wa nchi yetu tangia tumepata uhuru hmm amani tumeiweka kama ni kipaumbele cha kwanza cha kukiangalia na ndo maana yeah, katika miaka yote hivi yeah, tuna miaka sitini na kitu sahizi yeah, ya uhuru hakuna vita nchini yeah, hakuna vita kwa sababu waasisi walioianza nchi walianza na amani. Hata uhuru uligombewa kwa amani, waliongea yeah, wakaridhiana basi tuk kwa yeah. mm. hiyo, kwa kitendo hiki sisi tumekaa tukaona amani ni nzuri mm. sawa mm. kuna mabadiliko pia sasa hivi katika ulimwengu tuliokuwa nao mm. yanaenda kasi sana, ukiangalia Afrika, ukiangalia duniani mm. fujo ni nyingi na vita ni vingi. Sisi Tanzania pamoja na kwamba utamaduni huu tuliokuwa nao toka mwanzo mm kizazi kile sasa hivi kinaenda kinaisha, kinakuja kizazi kipya mm. Sasa kizazi kipya mm. kimebobea kwenye utandawazi sana, wanaangalia vitu vingi sana huko nje mm. Sasa katika kuangalia, wakati mwingine unaweza ukaangalia kitu ile kitu, sisi, sisi tunaoamini katika katika Ukristo tunaita mm. kuna roho yaani ki, ile roho inaambukiza, ikiambukiza na wao wanaipokea mm, wakiipokea mm, bila kukaa chini na kuchambua, hiki ni chema, hiki kinafaa au akifai mm. Unakuta mtu ana anaanza kukitenda mm, bila kujua madhara yake kwa mbele, kwa uchaguzi huo Tanzania mm, tunaoenda nao mm. Mm. Eh, tunataka bado bado tunataka tufanye uchaguzi wa amani sana lakini sasa hmm. kwa msuguano huu hmm. wa utandawazi na na na vijana wetu wa sasa hivi wanamwamko na, na mihemko hmm. mingi sana Dindi. Ni vizuri tukakaa chini. Okay sasa, umeweza kusema mwenyewe kabisa kwamba generation ya kipindi cha zamani mm. ilikuwa ni, ni kizazi kingine na sasa kimekuwepo kizazi cha kimitandao zaidi mm. e, na machafuko mengi yanatokea kwenye nchi nyingi huwa yanaanzishwa na, ya na vijana au wanaofanya wengi ni vijana. Sasa unawambia nini vijana wa Kitanzania e, kulingana na kelele za mitandaoni lakini pia na tukio lililopo mbele yetu, chaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe ishirini na tisa? Vijana, ninawaambia hivi. Kwanza, hofu ya Mungu ingie ndani ya mioyo yao hmm. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa amani, sio Mungu wa machafuko, hata maandiko matakatifu yanasema hmm. Na Mungu alipoumba ulimwengu tangia uumbaji, kwa sisi wa Kristo tuna kitabu kinaitwa Biblia hmm. Tunaamini Mungu, tangia uumbaji wake, kila kitu alikiumba kwa mpangilio na kwa utaratibu maalum na hata alipomweka mwanadamu katika nchi alitaka mwanadamu aishi katika utaratibu maalum hmm. Na hata mwanadamu alivyokuja kuasi hmm. Shetani kumdanganya hmm. kwenda kuvunja kina agizo la Mungu kwa ili tunda la mti wa katikati usile hmm. Kwa hiyo moja kwa moja mwanadamu alimkiuka Mungu, yani alimuasi hapo ukatokea mtafaruku kati ya mwanadamu na Mungu, lakini Mungu pia alimwangalia mwanadamu aliyemuumba, kwa sababu dira na dhima yake ilikuwa huyu mwanadamu Ndiyo. kwanza awe amebarikiwa katika hii nchi hmm. La pili huyu mwanadamu aende akazae akaongezeke akamiliki akatawale akatiishe. Sasa kule kunyang'anywa hivi vyote kunyang'anywa baraka kunyang'anywa hmm vyote alivyo, Mungu alivyofikiria kumkirimia yeye Mungu pia akakaa chini kwa sababu alimthamini sana mwanadamu akakiona ni kiumbe chake sana cha tunu. Ndio maana akaachilia tena ukombozi wa pili kupitia Musa, Nabii Musa. Uzuri Nabii Musa, hata wenzetu wa Islam katika Torati wanamfahamu na sisi katika Ukristo katika Torati hiyo hiyo tunamfahamu. Kwa hiyo utakuta hivi vitabu vyote vinazungumza kitu hiki kimoja. kimoja alimpa amri kumi Nabii Musa, ndio zile amri kumi, ulikuwa utaratibu wa maisha ya mwanadamu <coughs> hapa duniani, ili aishi kwa amani. Umeona, eh? Ndio, ndio. Sasa kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu Mungu alikuwa anataka utaratibu, lakini Sasahivi hofu ya Mungu haipo na ndio maana vijana ndiyo, na kizazi hiki na basi semi vijana tu, hata na baadhi ya watu wazima natu na ambao amekosa hofu ya Mungu anaweza akaingilia katika maamuzi mengine yoyote ya ajabu hatarishi bila kuangalia hmm, nani anaguswa, ingaaja hata naye mwenyewe anaguswa, lakini aangalie Umeona, cha kwanza hofu ya Mungu. Turudi kwanza, turudi kwa maagizo ya mwenyezi Mungu. Mm. turudi kwenye vitabu vya Mungu. E, ninaloandika hapa katika katika vitabu vitakatifu, nasema hivi mtu yoyote mwenye dini ambaye anajidhania kuwa ana dini lakini hauzuii ulimi wake Ndiyo. kunena yasiyofaa huyo hana dini. Kwa hiyo kama una hofu ya mungu cha kwanza utachuja unachokinena mm, utachuja unachokitenda, kwa sababu maneno yanaleta matendo. Ulimi ni kiungo kidogo sana. Ndio. lakini ulimi unaweza ukafanya mambo makubwa ya athari. Maandiko matakatifu yanasema ulimi ni moto, unaweza kuunguza kichaka kitupu. Sasa mm, utakuta sasa hivi kauli za vijana kauli za wasiokuwa na hofu ya Mungu ndio, ndio, haziashirii amani, haziashirii naona. Sasa hizi kauli, tutakinukisha tutapiga, sijui tutafanya nini. Mimi nasema, hebu kwanza turudi kwa Mwenyezi Mungu, alituachilia amani katika dunia ndio. Tukiangalia Tanzania, Tanzania ni nchi nzuri, sisi tuna neema, tumepata nchi nzuri ina mali, ina madini, ina maziwa, ina mito, ina kila kitu cha tunu yeah. Watu wanaitamani nchi yetu, lakini sisi tuna nchi nzuri na vitu vizuri eh? Hebu tuviangalie hivi tulivyokuwa navyo Mungu alivyotutunukia, hatukumuomba bali alitupa, tumejikuta tunavyo yeah. Basi tuvitunze tuvitumie, na tuvitunze visiharibike. Ukileta leo vurugu Angalia Kongo angalia nchi zinazopigana huko, hmm. watu hawaendi shambani. Hivi kama tukikosa amani kweli, tutaenda makanisani? tutaenda misikitini? tutaenda tutaenda tutaenda makazini? tutaenda kwenye biashara? tutaenda hata kwenye viwanja vya mazoezi tukacheza mpira tukafanya nini? tutaenda hata disco, hata mziki? tutaenda tutakaa pamoja tukisema na namwalika ndugu yangu sijui na ngoma ya mwanangu Yepala, au na harusi? an hapana itakuwa kujifungia ndani, hofu na mashaka, kitu okay, ambacho sasa hivi okay, sawa. Sasa uh, kauli ya uh, mgombea urais kupitia chama cha Mapinduzi eh, Dr. Samia Suluhu Hassan ni kazi na utu, tunasonga mbele, hii kauli wewe unaitafsiri vipi? Kauli hii ukiangalia kwa juu juu, hmm. unaweza usielewe sana hmm lakini kauli hii imebeba vitu vikubwa vyenye tunu kwa sababu hmm. Tukisema kazi hmm. Tukisema utu hmm. Kazi zipo kazi, hata maandiko matakatifu yanasema kwa Mtume Paulo alisema asiyefanya kazi na na asile hmm. Hata Mungu alivyomuumba mwanadamu akampa vitu vyote avitawale hmm. Aliweka miti, aliweka wanyama, aliweka wa ndege, aliweka lakini akampa bustani ya Edeni, akamwambia ilime na itunze. Ile ni kazi, ndiyo kwa hiyo. Mungu mwenyewe alifanya kazi, hata uumbaji ni kazi, ni mm. na alipomuumba mwanadamu alimpa kazi. Umeona, aliumba mti lakini kutokana na ule mti mwanadamu akatoa kitanda, akatoa kiti, akatoa fito za nyumba, atakatoa nini? Kwa sababu Mungu alimuumba mtu kwa sura na mfano wake, Mungu yeye mwenyewe ni mbunifu na ni muumbaji mm. mm. kwa hiyo tukisema kazi, ina maana kama watu wote mm. tutafanya kazi mm. tutathamini kazi huu mm. muda wa kuongelea upuuzi na vurugu utatoka wapi? sawa sawa. maana ukiamka asubuhi, unawaza, nina familia inataka kula, watoto wata kwenda shule, ninahitaji kuishi katika nyumba nzuri mm. ninahitaji kufanya maendeleo makubwa na kuwekeza kwa ajili ya kizazi changu kijacho. Umeona, lazima ufanye kazi kwa bidii ili nini? upate kutimiza yale malengo hmm. kwa sababu kila binadamu anahitajika awe na maono. Sasa mwanadamu kama huna maono, we hufai kuishi, ndio hmm. maana kila maono yanafanyiwa kazi na mwenye maono, ana kazi. Tukija kwenye utu, kwenye utu, kazi, kuna kazi za aina nyingi, ndio lakini sio kila kazi inafaa. Mm. Tunatakiwa tuchague kazi zenye tija zenye msingi zenye kutujengea ule utu wetu. Sasa, na kazi ikakupelekea wewe utu wako kuthaminika kwa ile kazi. Mm. Kwa hiyo huku tukifanya kazi tuzingatie na utu wetu. Sasa, tusiwe ombaomba omba. Kuna mataifa mengine ombaomba omba. Uhum. Watu wanajaa mitaani huko kuomba tu, wanakaa kama msululu kuomba. Ana mikono ana miguu katimia timamu, Mungu kamuumba bila kasoro yote, lakini uhum. anakuwa hana utu, kwa sababu hajitegemei, hajui kujisimamia mwenyewe diyan utu diyan. Ni kujitambua diyan. Wewe ni nani? uhum. wewe ni nani? Kwanini uko hapo? Kwanini uko hapo kama baba? Kwa nini uko hapo kama mama kwa nini huko hapo kama kijana ambaye labda umepekwa shuleni au chuoni au nini? Kila mtu akajitambua katika nafasi aliyokuwepo, na huo ndio utu. Na katika kujitambua wajibu, hmm, wako ni nini pale ulipo? Kama baba wajibu wangu ni nini? Kama mama wajibu wangu ni nini? Hmm, kama kijana uliokuwa chuoni wajibu wako ni nini? Kama ukiujua wajibu wako utoingia kwenye mambo ya kipuuzi au kwenye magenge ya kipuuzi hmm. Utathamini kile unachokifanya kama ndio kazi yako wakati ule hmm. Na utathamini utu wako kwa kujitambua kwako hmm. Na ukisha jithamini ukishajitambua, wajibu wako jua hmm. wa madhaifu yako. Kama madhaifu yako utakuwa unayatambua, bahati mbaya wengine hawayatambui, lakini ukiyatambua madhaifu yako, sasa mimi siwezi hiki mimi siwezi hiki utatafuta msaada wa kukusaidia ili upate nguvu pale ambapo, mm. penye madhaifu mm. Lakini pamoja na hapo jua uwezo wako. Mimi naweza kuimba kwa mm. mfano, kama mimi mimi ni mchungaji lakini pia mwigizaji unaona mm. Hey. Kwa hiyo nina uwezo wa kufanya kitu. Kwa hiyo utu wangu utanijenga katika uwezo wangu mm. capacity mm. ile, uwezo wangu utanifanya mimi nitoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Sa, sa, uwezo wangu utanifanya mimi niangalie na nakaa na, na nani naongea, na nani naongea nini. Uwezo ha, na kile nachoongea kina faida kina hasara ha. Na uwezo wangu utanifanya mimi nitathimini, nipime muda wangu, sio kupoteza ovyo. Maandiko nasema katika Mithali, Mithali sura ya tatu, su, Mithali sura ya tatu inasema hivi kila jambo chini ya ujua lina kusudi, unaona. Uh -huh. na majira yake lina kusudi na majira uh -huh. yake. Kwa hiyo lina kusudi linatoka kwa nani? Kwa Mungu, na kusudi la Mungu kila siku kwa mwanadamu ni jema. Uh -huh. sasa mimi kama mimi mwanadamu uh -huh. kila jambo ninalolifanya niangalie uh -huh. kusudi la lile jambo uh -huh. Dio, lina utukufu kwa Mungu hmm. lina utukufu kwa mwanadamu au kwa shetani? Ndio hapo sasa, tunapoelekea uchaguzi, katika kila tendo tunalolifanya hmm. tufanye kwa kujitambua. La mwisho tufanye kwa mipaka, kila mtu ana mipaka ya yake hmm. umeona, jamhuri ya, ya Tanzania tuna sheria zetu na katiba yetu hmm. tuna sheria za nchi na hata neno la Mungu linasema katika Warumi kumi na tatu hmm. tiini mamlaka maana kila mamlaka inatoka juu kwa Mungu umeona mm. na hata kama hiyo mamlaka ikitenda vibaya mm, Mungu aliyeiweka yeye ndo atakee hukumu, sio mwanadamu. Mwanadamu kiingia kuhukumu mamlaka, unaingilia kazi ya Mungu sawa sawa. Sasa eh, mwisho kabisa ni ahadi za mgombea wa chama cha Mapinduzi Dr Samia Suluhu Hassan. Moja ya ahadi yake ni matibabu bure kwa Watanzania wote. Hii e, bima ya afya wao umeipokeaje kama Mtanzania na kama mchungaji, na faida zake ni zipi? Sasa bima ya afya mm, kwa kweli rais hapa alikaa, alifikiria kitu kimoja cha msingi sana sana sana mm, kila mwanadamu ndio anahitaji kuwa na afya njema, kila mwanadamu ili aishi kwa furaha na amani mm, na amani ya kwanza inapatikana katika afya. Mtu yoyote mwenye afya njema hana hofu hana mashaka mm, atafanya vitu vyake vyote kwa uzuri na kwa kwa kwa, kwa, kwa furaha mm. Sasa rais alipofikiria hili jambo, mimi nimeona ameona mbali ndiyo. Kwa sababu kweli bima, bima za afya zimeingia mm, lakini si kila mtu ana bima za afya Uh, utakuta watu wengine wako katika kipato cha chini sana uh, hawajiwezi. Na kuna wakati mwingine wale wa vijijini nao uh, pia uh, unaona elimu hii hawana na hata nafasi hiyo hawana. Uh, kwa hiyo hiki kitu cha bima cha afya kwa kila mtu hata umwa hata hmm. umwa na ndio maana tunamshukuru Mungu, serikali yetu imeboresha mahospitali sasahivi. hmm. tuna nzuri tunavyofama hospitalini na inazidi kusomesha watoto wetu na madaktari wengi sa. Lakini, lakini pia moja ya bima afya ni kuongezee ni kwamba hmm. wagonjwa wote wenye magonjwa magonjwa mazito mazito kwa mfano kama kansa ya damu hmm. eh, wale wanatakiwa kusafisha damu na vitu hmm. vingine hizo hmm. gharama zote itakava serikali sasa wewe yani, mapokeo yako na jamii tanufaika vipi? Na jamii tanufaika sana, kwa sababu ngoja nikwambie, hmm. umaskini hmm. kutokuwa na uwezo hmm. kume, tumepoteza watu wengi sana hmm. kwa sababu utakuta mtu kweli kapata kansa hmm. unaona hmm. au figo hmm. imefeli hmm. anahitaji afanyiwe dialysis hmm. gharama ya dialysis kila unapofanya hmm. inahitaji pesa nyingi Matibabu ya moyo yanahitaji pesa nyingi hmm. Matibabu haya magonjwa ya makubwa makubwa yanataka vipimo na vipimo vina pesa nyingi nyingi, kama bima ya afya ina kava na serikali itabeba huu mzigo hmm. Kwa kweli ndio maana asema huyu mama ameona mbali, ameona mbali sana na, na tutafanya kuokoa watu wengi, kwa sababu watu wengi wamekufa katika vifo ambavyo hawakustahili ingekuwepo namna ya kuwasaidia mm, wasingekufa. Wengine wameacha watoto, wengine wameacha mali, wengine wameacha majukumu makubwa, na wengine tulikuwa tunawategemea kwa taaluma zao mm. Umeona mm. Lakini kapata ugonjwa kama huo, umeona mm. Imefikia hatua kwa kweli, mi kwanza nipongeze, nipongeze mama mm. Sijui alikaa aliangalia nini mama, kwa hili nakupongeza mm. Umeona mbali sana na namshukuru Mungu Chama mm. Cha Mapinduzi kinapoweka yeah. ilani yeah. kinaitimiza. yeah. ilani za Chama Cha Mapinduzi, kila ahadi inayowekwa yeah. inatimia. Na niwaambie wa Watanzania, hii ahadi ni kweli kabisa na itatimia. Tumchague huyu mama yeah. tuone hii ilani tuone ilani ya Chama Cha Mapinduzi yeah. ikitekelezwa katika hili jambo, wote tutafaidika wote Haan. wote, wewe sisi, mwe Chadema, wewe wapi, wapi wote Haan. tutafaidika kwa kweli. Mimi kila siku namuomba Mungu, namuomba Mungu sana Deo. sana viongozi wenye mawazo ambayo ya kinifu yasio kujiangalia binafsi ya Haan. kuangalia watu kwa rika zote kwa aina yote, wenye uwezo, wanyonge na hasa kuangalia wale wanyonge Haan. kwa kweli, ndio tunahitaji viongozi wa namna hii ambaye anamgusa mpaka mtu wa chini, vitu ambavyo ni adimu sana duniani. Nchi nyingine haziko hivi, si tuna mm. bahati okay. mwisho kabisa sasa e, tunahitaji maoni yako. Sasa maoni yako kwa Watanzania, hasa uzungumze na vijana kuelekea siku ya tarehe ishirini na tisa, e, kwenye upigaji wa kura. Zungumza na Watanzania. Asante, maoni yangu mm. na maombi yangu, maombi yangu kwanza namwomba Mungu amani mm. Haijarishi, nilizungumza habari ya ulimi. hmm. vitu vingapi vitu vya aina gani vinazungumzwa na vinatokea, lakini tumrudie mwenyezi Mungu. Naomba kwanza, wazazi tukae chini na vijana wetu, tukae chini, tuwatulize mioyo yao. hmm. tukae chini, tuwaase, sisi tuliendaje na tunatamani wao waende vipi. Ingaje vijana sasa hivi wakaidi lakini tukae chini tusichoke. Alafu vijana, vijana nyinyi ndio mna nguvu, nyinyi ndio wakulijenga taifa kweli. Nasema tunadai haki, tunadai haki. Hata kina Nyerere, marehemu Julius Kambarage Nyerere, yeah, walidai haki wakati wa uhuru yeah. Lakini wangedai haki kwa jinsi hii ya vurugu na fujo, je, tungepata uhuru? na hata kama tungeupata, tungeupata kwa namna gani? si damu nyingi zingemwagika? mm. Lakini mi nasema kuna namna ya kukaa chini na kuzungumza kwa amani mm. Haina haja ya kufata magrupu ya ovyo na kufata unachokisikia ambacho huna uhakika nacho mm. Kwa sababu kama kijana una kazi yako mm. Kama kijana uko shuleni unasoma mm. Kama kijana una maono mm utatunza kile ulicho nacho Gye. ili ndoto yako itimie, Gye. Kijana, ishi kwa malengo, zingatia ndoto yako na ndoto hiyo hiyo ya mafanikio ya amani. Wewe ni kijana, utakuwa na familia, na hata kama umeanza familia, familia inakuangalia, na hiyo familia inahitaji uiandalie huko baadaye. Sasa kama ukivuruga hapa, hiyo familia yako unaipeleka wapi? Mimi naomba tarehe ishirini na tisa Gye. kura ni haki ya kila mmoja. Kijana, kura ni haki yako. Nenda kapige kura. Nenda kura jitokeze, na mm. Huna haja ya kufanya vurugu mm. Huna haja ya kufanya fujo, kwa sababu hiyo vurugu, vita haina macho mm. Unajuaje kama ikimkuta wakwako, naye kuhusu unaitoka naye nyumba moja, unaitoka naye tumbo moja mm. Rafiki yako mpenzi, vita haina macho. Tunaona nchi za wenzetu, majumba yanachomwa moto, maduka yanavunjwa, magari yanachomwa eh? Watoto wadogo wanauawa, watu wasiokuwa na hatia wanauawa. Tunaenda wapi? ya nini yote haya? Tutulie, mimi naomba tutulie, tupige kura, turudi nyumbani, tutulie. Serikali ina macho, serikali ina masikio, itakaa chini na kila kitu kikae kwa subui. Na hata hivi sisi watu viongozi wa dini, ni vizuri kuongoza waumini wetu na kuihubili amani ndani ya makanisa, ndani ya misikiti na mahali popote, tuihubili amani kwa sababu amani amani inatoka kwa Mungu. Sasa, ile hofu ya Mungu ingie ndani ya vijana ingie ndani ya kila mtu, tumwangalie Mungu anataka nini kwetu, kwa nini tuko hapa? Tujitambue, tuwe na amani hmm. Tukishajitambua hmm, amani itakuwepo. Hakuna haja ya kudai haki kwa vurugu hmm, hakuna haja ukapigwe mabomu ya machozi ukapigwe ya nini? Ya nini yote haya, mimi naomba na hata umini wangu nawambia, tunafunga mm. tunamdilia Mungu diye, diye. maana hata Mungu katika maandiko kasema nirudieni mimi, katika kitabu cha Yoeli mbili kumi na mbili kumi na tatu anayejua akasome, nirudieni mimi mm. kwa kufunga, kwa kulia diye. kwa kuomba, maana mimi ni Mungu mwenye huruma si mwepesi wa hasira tena, mm. ninagaili mabaya. Kwa hiyo tukimrudia Mungu, hata kama kuna mabaya ambayo yalikuwa yameandaliwa mm. wako wengine wa nchi za wenzetu wanatamani tufanane na wao kwenye vurugu hayo, mm. ni mabaya, lakini Mungu aingilie kati. mm. Mungu aingilie kati, kila vinywa vya hila vifungwe, mm. kila vinywa vya uchochozi vifungwe. mm. na hata wale waliokuwa na madonda moyoni, Mungu aingilie wa kati wakaponywe. mm. Wote tupate amani, tukapige kura yetu kwa amani, tuchague viongozi wetu kwa amani, ili nchi yetu isonge mbele. Mambo mengine tusijichukulie hukumu sisi, tumwachie Mungu mm. Okay, nakushukuru sana eh, mchungaji Dina Nyoni mm. eh, nafikiri tumepata mambo mengi sana na watazamaji wamechuma vitu vingi sana kutoka kwako. Asante sana, asante, nashukuru Mpenzi mtazamaji wa DNA TV, e, tumeweza kujifunza mambo mengi sana kutoka kwa mchungaji Dina Nyoni. Hasa vijana, kuna mambo mengi ya kujifunza na mambo mengi mmeweza kuyapata kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, tarehe ishirini na tisa Oktoba. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare kwenye chaneli yetu hii ya DNA ili uweze kuwa mwanafamilia wetu, na nyuma ya kamera nilikuwa na e, Shomari Kipande. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Asante sana.